Kasaco Media tunaangazia maisha tunaandika kesho. Hawa ndio waliokagua wakakuta hawa wamekuapua bilioni mbili nukta tano. Sasa kwa hatua hii nataka tuchunguze kipi kingine hapo? Hapa tuchunguze kipi kingine hapo? TAKUKURU alikuwepo wa utakatishaji fedha alikuwepo, wa utumishi wa umma alikuwepo, wa ofisi ya rais alikuwepo, wa usalama na udhibiti alikuwepo, wa CAG alikuwepo. Hapa tuchunguze kipi? Hii hii ya, hii ya uchunguzi juu ya uchunguzi ndio inayowapa kiburi wezi, wanaendelea kuiba. Hawa wafukuzwe kazi na wakamate wapelekwe mahakamani. Mheshimiwa Waziri, waziri wanakuangukia, mwelekeze katibu mkuu awafukuze kazi mara moja, na vyombo vinavyohusika viwapeleke kwenye mkono wa sheria. Uchunguzi uliofanyika kupitia timu uliounda Mheshimiwa Waziri, na nikupongeze sana una wajumbe wote wanaotakiwa kuchunguza wote, timu ya kuchunguza imechunguza, wafike kwenye mkono wa sheria. Na mimi niwaambieni, nimesema na naendelea kurudia kusema, haya mambo ya watu kutokuheshimu fedha ya umma, kutokuwa na huruma na Watanzania. Kama hao wanaopewa hiyo dhamana hawajirekebishi, sisi lazima tuwarekebishe. kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.